Mambo vipi? Unaweza kuishi kwa kuponda kokoto kwa miaka tisa mfululizo? Kwa Sifaeli, hii siyo stori bali ni hali halisi. Baada ya ndoa yake kuvunjika, alijikuta peke yake bila msaada. Ili kukidhi mahitaji muhimu, aligeukia kazi ngumu ya kuponda kokoto, kazi ambayo wengi huiogopa na ni nadra mno kufanywa na wanawake. Kwa miaka tisa sasa, kazi hii ndiyo imekuwa tumaini lake. Amefanikiwa kujikimu kimaisha na hata kumhudumia mwanaye. na tulivyotengana, alikuwa hanihudumii, huduma hakuna. Nikaamua mimi kujitafuta, kama mimi nimejaribu mama ntilie nimeshindwa, ikabidi niingie kwenye hii kokoto. Kwa sasa hivi mwanangu anasoma kwa kupitia hii kokoto. Leo Sifaeli ni mfano wa uthubutu na nguvu ya mwanamke. Kazi hii imekuwa ngumu zaidi sababu sina vitendea kazi, yani kwa sasa hivi nachuja kutumia mkono na mikono yangu kama hivi imeharibika, inanifanya ninapata maumivu makali, napitia magumu yani ambayo yani najisikia uchungu kupitiliza. Ukiamini huwezi mwangalie Sifaeli, Ukitaka kukata tamaa, ikumbuke simulizi yake. Maoni yako ni yapi?